Kama ambavyo ninavyohusia nafsi yangu katika swala zima la uchamungu, mcheni Allah subhanahu wa taala kwa kutekeleza awamiri zake, na mcheni Allah subhanahu wa taala kwa kukatazika na yale yote aliyoyakataza subhanahu wa taala, na huo ndio uchamungu wa kweli.

itapambanua baina ya haki na batil, atakusameheni pia makosa yenu atakufutieni makosa yenu na kukusameheni, ikiwa mtamwamini Allah kisha mkawa wacha Mungu. Na Allah subhanahu wa ta'ala, dhu fadlin adhim ni mwenye fadhila zilizokuwa kubwa kwa waja wake wenye sifa ya imani na ucha Mungu. Ibadallah, kad marra almuslimun fil bidaya bimarahil shadida yu'adhabuna min qibali al-kuffari quraishi adhaban shadida. Ibadallah, ulipita wakati kwa wale Waislamu wa mwanzo waliyemwamini mtume sallallahu alayhi wasallam walipita katika kipindi kigumu walikuwa wakiadhibiwa walikuwa wakidhalilishwa walikuwa wakigandamizwa na walipata mateso makali, akiwemo Sumaiya binti Khabbat, binti Khabbat au Khayyat, akiwemo Yasir na Ammar, na hii ni familia moja. Wote walikuwa wakiadhibiwa, tena adhabu kali mno, si kwa jingine ni kule kumwamini kwao Allah subhanahu wa ta'ala. Na mtume akapita siku moja wakiwa katika adhabu kali ya namna ile, mtume hana cha kuwafanya alichowaambia, sabran ala yasir fa inna mauidakum ljanna, subirini kuweni wavumilivu Enyi familia ya Yasir, ahadi yenu nyinyi mbele ya Allah ni pepo. Na mama huyu ndiyo wa kwanza kufa shahidi katika Uislamu kutokana na adhabu walizokuwa wakipata. Kafa yeye, kafa mume wake, si yeye tu

Walikuwa makufari wa kikuraishi wanawasha moto kwa ajili yake, kinachukuliwa chuma kinaingizwa ndani ya moto mpaka kinakuwa chekundu, kitazimwa na mafuta ya mgongo wa Khababi bin al-Aratt. Analazwa juu ya chuma kile, yale mafuta yanayotiririka katika mgongo wake ndiye anayekizima chuma kile. na alitoka na makovu ya ajabu. Kipindi hichi wakati kinapita, Mtume yupo. Allah hakulala wala hakusinzia, yupo wala hakwenda likizo, Allah subhanahu wa ta'ala. Na wala alikuwa sio kwamba Allah alikuwa hajui kwamba kuna watu wanaadhibiwa kwa ajili ya kumwamini yeye Allah subhanahu wataala, na wala makufari hawakuwa na nguvu za kumshinda Allah subhanahu wataala, na si kwamba Allah subhanahu wataala alishindwa kuwanusuru hawa, achilia mbali hao. Pia Waislamu walipita katika kipindi kigumu cha almuqataati aliktisadiya alijtimaiya, walipita pia katika kipindi kigumu ambacho kilidumu miaka mitatu, waliwekewa vikwazo vya kiuchumi na kijamii, na ni mkataba maalumu ambao uliandikwa na ukatundikwa ndani ya alqaba la yubayi'uhum wala yunaqihuhum wala yujalisuhum wala yukalimuhum wala yadkhulu buyutahum, kwamba hakuna kuuziana na nyinyi waislamu na wale wanayewasaidieni nyinyi, hakuna kuoleana hakuna kuzungumza na nyinyi, hakuna kuchanganyika na nyinyi, wala haturuhusiwi kuingia katika majumba yenu. Mpaka watu wa masahaba walikula majani ya miti na magome ya miti. Sahabiyun Saad bin abi Waqas anasimulia kisa hiki na anasema siku moja alitoka usiku yeye kwenda kujisaidia haja ndogo. Wakati anijisaidia akasikia qaqatun ka, ka, sauti tahta baulihi. Akasikia mgongo wa sauti, kuna kitu kinalia pale ambapo mkojo wake unadunda pale. Alipomaliza kujisaidia na kujisafisha akaenda kufukua sehemu ile, anasema akakuta ngozi ya ngamia kipande cha ngozi ya ngamia ambacho kimefukiwa pale. Saadi bin Abi Waqas anasema alichukua kipande hicho cha ngozi akakisafisha vizuri, kisha akakichoma, ikawa ndio msosi wake muda wa siku tatu, anakula ngozi na maji hivi. Allah alikuwa hawaoni hao? Allah alishindwa kuwanusuru hao? Ibadallah, hichi ni kipindi ambacho walipita nacho masahaba na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala hakushindwa kuwanusuru, bali yalikuwa ni maandalizi ya kutia imara imani zao na ulikuwa ni mtihani kwao kupitia ukweli wa imani yao kwa Allah subhanahu wataala, na hii ndiyo sunnatu rabania kwa waja wake wema. Mapito haya ndiye desturi ya Allah subhanahu wataala ndio kawaida ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake wema, na ili waja hao wema waonje machungu ya imani. Huu Uislamu ambao sisi tunauchezea huu watu wameondoka katika dunia hii wakiwa na makovu. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala nusra yake ipo karibu na waja wake wema, lakini kwa sharti kuu tatu, ili watu wapate nusra ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sharti ya kwanza

Sharti ya pili, attaqwallaha azza wa jalla, uchamungu wa kweli kwa Allah subhanahu wa taala. Unataka nusra ya Allah subhanahu wa taala, wewe ni mchamungu, unatekeleza awamiri za Allah subhanahu wa taala, unakatazika na yale yote aliyo ya yakataza subhanahu wa taala, mpaka Allah akupe nusra. Shati la tatu athibatu ala manhajillahi azza wa jalla, kudumu mtu kuthibiti katika maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila jambo analolifanya anaangalia Allah ameelekeza nini katika jambo hili.

na wala mwislamu asitegemee atapata nusra kwa Allah subhanahu wataala, eti kwa sababu wako wengi, tupo wengi, Allah atatunusuru au sisi tumejitosheleza kwa silaha mbalimbali mbali, tutapata nusra. Hakuna nusra kutoka kwa Allah subhanahu wataala

tena yenye maandalizi na silaha za kutosha, lakini walishinda biidhnillah, kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu walikuwa na imani ya kweli, walikuwa na uchamungu na walidumu katika maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah maa sabirin, yupo pamoja na wenye kusubiri, na hii ni miongoni mwa sharti za kupata ushindi na nusra ni kuwa na subira ya kweli ibadallah, miongoni mwa sababu za ushindi ni al-imanu billah, ndiyo ya kwanza, ni sharti na pia ni sababu ya muislam au waislam kupata ushindi. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema In yansurukum Allah fala ghaliba lakum, mkinusuriwa na Allah subhanahu wa ta'ala hakuna wakuwashindeni, hakuna nguvu ambazo zitapita kuwashindeni, muda wa kudumu nusra mmeipata kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in yakhdhalukum, na Allah akikuachieni asikunusuruni, faman faman dhalladhi yansurukum min ba'dihi Allah anasema ni nani atakaye kunusuruni baada ya yeye Allah kukuachieni? Mtapata nusra kutoka kwa nani? wa ala Allahi falyatawakkal almuminun, waumini wamtegemee Allah Subhanahu wa taala katika nusra, na kila mmoja ajiulize katika nafsi yake.

Miongoni mwa masharti ya mja ya kupata nusura kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni alimanu billah, imani ya kweli kwa Allah, uchamungu na pia kuishi katika maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sahaba mtukufu Khabbab bin al-arat au bin al-arat alishtakia kwa Mtume tumeona kisa chake huko, alikuwa na majeraha mgongoni. Hata katika utawala wa Umar ibn al-Khattab, siku moja anamuuliza Khabab ibn al-Arat, hebu nisimulie adhabu gani ulizokuwa unazipata kutoka kwa makufari wa Kikuraishi. Khabab ibn al-Arat alifunua tu mgongo wake halafu akafunika. Umar ibn al-Khattab akasema, inatosha. Saba huyu alishtakia kwa mtume sallallahu alayhi wasallam yale madhila ambayo waliokuwa wakiyapata, akamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, ewe mtume, hutuombei nusra sisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ewe mtume, hutuombei kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tukatoka katika madhila kama haya Mtume sallallahu alaihi wasallam miongoni mwa maneno aliyemwambia, akamwambia wallahi la yutimmanna hadha lamru, na apa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amani na utulivu mnayoutaka, Allah atatimiza jambo hili, itafika tu siku mtapata nusra, nyinyi mtakuwa na amani na utulivu. Tena mtume kaanza kwa kiapo. kisha akamwambia hata yasira raqib min sanaa ila hadhar al maut, amani mtakayoipata itafikia kama vile msafiri aliyetoka katika mji mkuu wa Yemen Sanaa kwenda katika mji wa mashariki hadhara al mouti, akiwa na amani na salama, hakuna anachokiogopa isipokuwa anamwogopa Allah na anaogopa mbwa mwitu katika wanyama wake hakuna atakayewagusa. Amani itakayokuwepo na kutoka sanaa mpaka hadhara al-maut. Kipindi hicho watu walikuwa wanasafiri muda wa siku tano ndio wanafika, mtu karibuni kilomita mia nane. Mtakwenda kwa salama na amani, mtakuwa mnamwogopa Allah peke yake na mnaogopa mba mwitu, hakuna atakayewagusa. Mwisho mtume akamwambia Walakinnakum tastajilun, nyinyi mna haraka, nyinyi mnataka nusra hapo kwa hapo, kama walivyo watu wa leo, anataka Allah mnusuru wakati njia za kunusuriwa hataki kuzifuata.